Niwahakikishie kwamba ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa. Vile vile imeandaliwa na, wa, na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kama mnavyofahamu, ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 ile iliyopita tunayoimalizia iliakisi kipindi cha kwanza cha miaka mitano utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka 2020, 2030 hivyo ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka huu 2025 inakisi kipindi cha pili na cha mwisho cha utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 20, 2030. Hivyo, kabla hatujaendelea mbele tumeona ni muhimu aa, kabla hatujaiwasilisha i... ilani hii kwenu tumeona ni muhimu tufanye tena mapitio ya utekelezaji wa ilani iliyopita kwa miaka mitano na ndiyo kazi utakayoifanya leo. Na kesho tutawasilisha ilani hii tunayokwenda nayo, ina vitu gani ndani, na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025 pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya Wajumbe wote wa mkutano mkuu, maalum, mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa, wa, kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka ile tunayoimalizia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga Chama cha Mapinduzi, nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba